Hualigani mtazamaji wa Come TV Tanzania. Hii hapa ni taarifa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania, TMA. Hii leo Jumamosi tarehe 27 Disemba mwaka 2025, imetaja mikoa kadhaa ikiwemo Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Kigoma, Katavi, Singida, Dodoma, Rukwa, Songwe, Mbeya, Iringa, Njombe, Morogoro, Ruvuma, Tanga, Dar es Salaam, Lindi, Mtwara na Pwani jumuisha na visiwa vya Mafia. Mamlaka ya Hali ya Hewa imesema mvua zinatarajiwa kunyesha Jumapili ya tarehe 28 Desemba mwaka 2025, na, na huenda ikasababisha madhara mbalimbali ikiwemo mafuriko, maporomoko ya udongo, usumbufu wa shughuli za kiuchumi na kijamii. TMA inawakumbusha wananchi wote wanaoishi katika maeneo hayo yaliyotajwa, hususani wale wanaoishi katika mabonde, maeneo hatarishi wanatakiwa kuchukua tahadhari za mapema ili kuepuka athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua hizo. Mamlaka ya hali ya hewa imeendelea kuasisitiza na kuwaasa wananchi kuendelea kuchukua tahadhari, kufuatilia taarifa na utabiri wa hali ya hewa unaotolewa mara kwa mara ili kupata taarifa sahihi na kwa wakati. Hii ni Come TV Tanzania, endelea kufuatilia Come TV Tanzania matukio